Nyuma yangu ni gari aina ya Fuso na hapa ni katika kijiji cha Isalalo kilichopo kata Isalalo wilayani Mbozi mkoani Songwe ambapo ITV Digital imefika na kujionea gari hili likiwa limeteketea kwa moto, kisha kuzungumza na wakazi wa hapa ambao wanasimulia namna tukio hili lilivyotokea. Mimi jana, tarehe 27 usiku wa saa 10 kasorobo nilikuwa nimepigiwa simu na afisa mtendaji wa kijiji jirani cha Isianiche kwamba kuna wizi wa ng'ombe, uh, wamepakia kwenye gari, wamepika hata kwenye kijiji chetu, wanakuja kwenye kijiji chako. Kwa hiyo baada ya kupata hizo taarifa, mimi niliamka na kufika kwenye eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya sana nilikuta wananchi wamejaa na wameshaanza kulichoma gari. Lakini haikuchukua muda mrefu tukapata taarifa tukiwa kwenye tukio wakasema wale wizi wawili wamepatikana ni umbali kidogo a kutoka kwenye tukio hill, kuchukua mwendo sasa kwenda kufuatilia, lakini kwa bahatimbaya sana, wavile watu walikuwa ni wengi, wakaa wametutangulia, tukakuta na wenyewe wamewaana wananchiwye. Sisi kama jisi la akiba tulishindwa kuwazuia sababu walikuwa wengi mno. Walianza kulichoma lile gari, wale wakawa wamekimbia. Baada ya kukimbia muda mrefu kwenye saa nne hivi, wakawa wamejificha kwenye msitu mmoja huko, wananchi wakawakuta, sababu wakawakuta na wakati huo polisi wakawa wameshakuja. Kwa kweli, waliwakamata na waliwaua kando na wananchi hao. Wa kutokea kituo hiki pia kimemtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe, SACP Augustino Senga, ambaye pia na yeye amezungumzia tukio hili kisha kutoa rai kwa wakazi wa mkoa wa Songwe. Baadaye alikamatwa mtumiwa mmoja ambaye amefanyika amefahamika kwa jina la Kennedy Mwaluvanda mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Nane Nane e, mkoani Mbeya ambaye ndiye dereva ndio dereva wa gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T 934 BQS mali ya Aseneje Mkumbwa mkazi wa Mbeya, ambalo ndilo lilobeba eh, ng'ombe hao. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa kina ili kuwabaini na kuwakamata wahusika wote wa tukio hili e, pamoja na kufanya msako mkali ili kuwasaka watumiwa wengine waliohusika katika tukio hilo, kwa sababu kuna wengine inasemekana walikimbia zaidi ya watu wawili. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuwacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Ni kweli watu wameiba, lakini basi tutoe taarifa kwenye vyombo vya sheria eh, ili kuepukana na madhara makubwa ikiwemo kupoteza maisha eh, na kuharibu mali, na badala yake tuwahimize waweze kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu kwa jeshi la polisi au kwa watu wenye mamlaka, ili basi hatua stahiki ziweze kuchukuliwa.